Yesu inarejesha mamlaka pia inaleta ukombozi kwa muumini. Kama nilivyokwambia ukisoma kitabu cha Ufunuo ile sura ya 12 mstari wa 11, natamani tusome kwa pamoja waweze kuelewa kilichokuwa kina maanisho Ufunuo sura ya kumi na mbili mstari wa kumi na moja Maandiko yako wazi kwenye hilo anasema, Ufunuo kumi na mbili kumi na moja anasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, sikiza kwa makini, aishi hapo, na kwa neno la ushuda wao. Kwa umshindi, umsh, unamshinda kwa damu kwa sababu ya ushuda kwamba shetani huu ugonjwa ambao umeniletea, Yesu alimaliza. Toka kwa jina la Yesu, shetani! Haya am matatizo ambao umeletea, Yesu alimaliza msalabani. Kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Kitabu cha Isaya 53:5, haijasema magonjwa peke yake, imeongea by his stripes we are healed. Healed from what? Disease, sickness magonjwa maradhi, na vyovyote vile ambavyo ni uharibifu au upungufu katika maisha yako. Kwa neno la ushuhuda ni muhimu sana, usije ukaja kushiriki meza ya Bwana ujatamka jambo. Tamka kitu kwamba, Bwana, miguu yangu inapoanza kupiga hatua kwenda kushiriki mwili na damu yako, ninaomba usababishe jambo fulani tokee. Na naomba nikwambie, Mungu wa ajabu atakufungua. Yaweza kuwa ni magonjwa ya tabia magonjwa kuna mtu alikuwa anasali kanisani alikuwa anavuta sigara wakati. Mshiriki wa miaka mitatu bado anavuta sigara, amekamatwa na roho ya addiction, roho ya uraibu imemshika. Kwa Yesu Kristo anasaidia kupona. Lakini jambo la tano, damu na mwili wa Yesu unaleta uponyaji kama nilivyokuambia katika Zaburi mia moja na tatu mstari wa tatu, akuponya akup, akup, akusamee maovu yako yote, lakini pia akuponya magonjwa yako yote. Hakuna kinachoweza kubaki. Jambo la sita, kwa, kwa leo linaweza kuwa la mwisho, tunakumbushana juu ya nguvu ya mwili na damu ya Yesu. Kwa nini? Kwa sababu ili baada ya mponyaji ina tamani kama umekuja na ugonjwa usije usia ibada kama hii hujapona. Ninatamani utegemee muujiza wa Mungu wa uponyaji utokee kwenye maisha yako kupitia ibada leo, na ikawa ni ushuhuda kwa maisha yako yote. Jambo la sita, damu ya Yesu inaleta amani. Sijajua mchana leo umekujaje mahali hapa, sijajua jambo gani unaupitia, sijajua vita gani ambao unaipitia lakini habari njema ambayo napenda nikupatie ni kwamba amani inatoka kwa Kristo Yesu. Damu ya Yesu Kristo inaleta amani. Hapa tuangalie, kitabu cha Warumi tano sura ya kwanza. Warumi tano sura ya kwanza, Warumi tano sura ya kwanza. Tasoma katika jina la Yesu. Warumi tano sura ya Sikiza kwa makini, imani kuja kwa kusikia na kusikia neno la Kristo, na tamani usikie. Anasema tuseme nini basi? tudumu katika dhambi ili neema iwe nyingi? Anasema haba, sisi tuliofia dhambi katika Kristo, tutaishia tena katika dhambi? Amfao kwamba sisi sote tulibatizwa katika Kristo Yesu, tulibatizwa kwa mauti yake, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo kusudi Kristo alifufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo nasi tuende katika upya wa uzima. Yale ambayo yalikuwa ya kale, maumivu, shida, vyote Bwana Yesu alivimaliza pale msalabani. Alipofufuka katika wafu, akaenda kuzika yote yaliyokuwa ayapaswa kwako kwa kwa. Bado kuna nguvu katika damu ya Yesu Kristo. Jiona leo, ninatamani neema ile ile ya uponyaji ambayo ilitembea katika bwana wetu Yesu Kristo ikapate kutembea katika maisha yako. Sijajua umetoka nyumbani, umekuja na nini, kinakusumbua lakini, tunapoenda kusimama, natamani uongee na mungu wako. Hatua ya kwanza Biblia asema akusamehe uovu wako wote moja ni kwambie, jifunze kitu. Yawezekana umetereza wala sikatai, yawezekana umeanguka katika dhambi. Biblia nasema kwamba, je, kitabu cha Yohana wa kwanza ile sura ya kwanza mstari wa 7. Anasema tukisema hatujatenda dhambi tuajidanganya lakini tukiziungama dhambi zetu na kutubu, yeye ni mwaminifu na wa haki na atusamee dhambi zetu zote. Matatizo mengi katika maisha mwanadamu ni dhambi. Lakini jiona leo unapoenda kutubu, jisamee kwanza na wewe. Watu wengi unakuta tumetoka kuombea kuomba msamaha wa dhambi, anakwambia sivi, Mungu alikwambia nisamee kwenye dhambi ya kubwa ile. Mpendwa katika Bwana, Mungu hakuna dhambi hawezi kusamehe ukitubu kwa moyo wako wote, kutoka ndani Mungu anasamehe, ila usirudie dhambi, usizoe dhambi, kwa sababu mwisho wake ni mauti. Lakini Mungu anasamehe na pia kwamba ataweka dhambi yako mbali kama magharibi ni mbali na